Bana, katika file burudani, this time around tuko na msanii ambaye amebarikiwa sana sauti nzuri ambayo inakonga nyoyo za watu wengi sana, lakini pia namna ambavyo anaweza kutumia mwili wake kama kivutio, lakini pia ameonekana kabisa kwamba ni icon nzuri kabisa kutoka hapa Tanzania, lakini pia akiendelea kuwakilisha Bongo Flavor ipasavyo. Hapa tunamzungumzia mwanadada ambaye anafahamika kwa e, jina la Phina, japokuwa kwamba hajaweza kuachilia EP wala album yoyote, lakini pia anaonekana kabisa kwamba ni msanii ambaye anaendelea kufanya kazi na yeye yeah, kuachilia yoyote kujipambania mwenyewe. Na kukumbusha tu kwamba Phina ni mshindi wa Bongo Star Search mwaka 2018 akiwa pia ni mshindi wa tuzo za TMA ambapo aliweza eh, kuchukua tuzo nne lakini pia ana mikata ana, mkataba wa miaka minne eh, chini ya kampuni ya kusambaza eh, muziki hapa Tanzania eh, Ziki na kama inafahamika kwamba Ziki ni moja kati ya kampuni ambayo ina inahusika kwa ajili ya kusambaza kazi za wasanii wa muziki wa Bongo Flava. Na hata pia ifahamike kwamba hapo nyuma eh, kipindi eh, Diamond Plat na pamoja na Ziki waliingia kidogo kwenye mgogoro, lakini sasa hivi ni kwamba Ziki pamoja na Saraphina wao wapo na mkataba miaka minne kwamba wanasimamia eh, kazi za Phina, lakini hata pia akiachilia wimbo wao wanahangaikia kwenye swala zima la masoko. E, bana Phina ni miongoni mwa wasanii wa Bongo Flava ambao wamefanya marekebisho kidogo tu kwenye jina lake. Mara kwanza eh, jina lake kabisa kabla ya kuwa AKA sasa ilikuwa inafahamika kwa jina la Saraphina baadaye akabadilisha jina jina na kujiita Phina lakini pia kwa msanii mwingine ambaye amebadilisha jina lake yani, kwamba ametoa tu kidogo eh ilikuwa ni Nikki wa Pili pale. E, bana Nikki wa Pili hapo awali jina lake lilikuwa linasomeka ni, ni e, Nikki e, Makini, baadaye akaja kubadilisha baada ya kuonekana kabisa kwamba, e, kama vile soko linakubali kinao manoma jina lake la Nikki wa Pili. Lakini kwa upande wa Phina yeye e, bana ali, aliweza kuchukua takriban miaka miwili Phina kuweza kuingia rasmi kwenye game ya Bongo Flava baada ya kushinda e, BSS, mwaka elfu mbili na kumi na nane na pia mwaka elfu mbili na ishirini na moja ndipo alipoanza sasa harakati zake za muziki aliweza kuachilia kibao kama vile In Love, kisha akaweza kufuata na ngoma kama vile Sitaki Tena, e, bana Sio Kitoto, Pekecha. E, zote hizi zilikuwa ndani ya huo mwaka, lakini kuna baadhi ya watu wengi sana waliweza kumpokea kwa sababu walishakuwa ni mashabiki wake kipindi ambacho yupo kwenye e, harakati nzima za Bongo Star Search pale, kwa sababu watu wengi wanakaa wakiangalia harakati za msanii akiwa anaendelea kuperform pale na kuweza kuonesha uwezo wake lakini shindano hilo la BSS ambalo liliweza kumtoa Phina e bana lilianza mwaka 2006. E, kubwa zaidi AY e, alikuwa ndio msanii wa kwanza kabisa kuweza kufanya tangazo la BSS Madam Rita Madam Rita alipata fedha ya kuanzisha baada ya kampuni yake ya Benchmark E, 360 kuweza kufanya kazi ya Wizara ya Afya. So ni kwamba e, moja kwa moja tunaweza tukasema kwamba hili ni zao kwa mwje kwa mwje kwa mwje ni zao ambalo limetoka moja kwa moja kwa BSS pale na moja kwa moja msanii huyu kuonekana kabisa kwamba akiendelea ku rise kila siku inapoitwa leo. So tuendelee kumwombea Phina kuweza kufanya poa zaidi akiwa ame jump in kwenye e, story za hapa hapa sawa sawa online digital. Mimi naitwa Askofusco Tanzania on furanihiv nyeusi.